Salamu wapendwa, I hope mkopoa. Leo nimeona ni share na nyie my Saturday gym routine. Naona maswali ni mengi, ninawezaje, ninafanyaje, ninakula nini? Kwanza kabisa, ninapenda kuambia kwamba kinachonisaidia mimi hakiwezi kikakusaidia wewe na kinachoweza kukusaidia wewe, pengine kinaweza kisinisaidie mimi kwa maana ya kwamba mimi naweza mwili wangu ukawa unahitaji mazoezi sana na aina fulani ya chakula na ukarespond na wakwako ukawa ni tofauti, au tukawa na mili ambayo inaendana na kilo mia moja, za kwangu haziwezi zikawa sawa na za kwako. Kuna body structure, kuna vitu kama urefu na nini, vitu ni vingi. Kwa hiyo usijilinganishe kuwa wewe, alafu jua mwili wako unahitaji nini, yaani jua unataka nini kwa wakati huo, au mwili wako una tabia zipi. Hicho ndo kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni consistency, kuwa na discipline. Usi, usiwe unafanya kwa kujaribu. Kama unaamua kufanya, basi fanya fanya diets, fanya mazoezi. Mazoezi ni asilimia chache sana kama 30 tu, lakini chakula kinachukua nafasi kubwa sana kwenye kujipunguza. Kitu kingine ambacho pia naweza nikashia na nyie ni kwamba usiwe, usiende na na matukio yani, matukio asikupeleke. Unaweza ukawa unafanya mazoezi na wenzako wakawa wanafanya sana na inawasaidia ukajiona, oh, mbona mimi nafanya tu kidogo hapana, usikilize mwili wako kisha fanya mazoezi au fanye hicho unachotaka kukifanya wewe. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana ni wewe binafsi kujipenda. Hii kujipenda itakusaidia na vitu vingi sana. Kuna watu wanapenda kubulu watu, mbona umenenepa, wakati wewe unajiona unapungua. Kwa hiyo, ukijipenda yale maneno yao hayawezi yaka supersede ule upendo ambao unao kwa mwili wako. Na pia ukijipenda itakusaidia usifanye dieti za kukuumiza au mazoezi ya kukuumiza. Utakuwa unapata nafasi ya kutosha ya kusikilizia mwili wako kwa wakati fulani. Kitu kingine ambacho napenda pia kuwashauri watu, usikimbilie kwenda jimu Utapoteza pesa zako. Anza kidogo kidogo na baby step. Unaweza ukaanza kutembea ukapunguza portion ya, cha, ya ya chakula chako, kisha baada ya mwezi au mwezi na nusu au mwezi miwili ukajoin gym, kwa sababu ni expensive na itakuwa ni ngumu sana ukishaanza kupoteza pesa na haupungui kwa haraka Utajio, utakata tamaa. Mimi hayo niloshea na nyie. Hapo ndo mazoezi yangu ambayo ninafanya mostly, Jumamosi kwa sababu ni wait. Nikimaliza huwa ninajipa pole na kaa kwenye sauna dakika kumi na tano. Nikimaliza dakika kumi na tano ninaenda kwenye stima pia, nakaa kama dakika kumi au kumi na tano, najifanyia scrub um, ni vizuri kujipongeza kwa vitu vidogo vidogo. Kufanya mazoezi siku sita kwa wiki sio kazi rahisi, yani unahitaji moyo wa ziada. Pia huwa anaweka na smooth kama siko kwenye diet yoyote. Hivyo ndo ninavyofanya kwa wiki nzima, au siku ya Jumamosi. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment kama una swali lolote. Bye.